Umeangaia kwa muda mrefu kubeba ujauzito bila mafanikio mazuri, basi unaweza kutumia njia hii na itakusaidia kwa asilimia kubwa kuweza kubeba ujauzito kwa haraka sana, kutokana ndio njia ya kipekee ambayo inayotumia kuwasaidia wanawake wengi wenye changamoto kama yako, kwa muda mrefu kubeba ujauzito bila mafanikio mazuri, lakini baada ya kutumia njia hii imeweza kuwasaidia na kuweza kupata matokeo ndani ya siku hadi ukitumia kwa asilimia kubwa sana. Kitendo cha kuw kushika ujauzito inaweza kusababishwa na vitu vingi, inaweza ikasababishwa na maradhi ya kiafya, lakini pia inaweza kusababishwa na mfumo wa maisha ambayo unayoishi, lakini pia inaweza kusababishwa na matumizi ya madawa ambayo unayotumia. Na tatizo hili linaweza likamkuta hata kama labda ushawahi kuzaa na pia inaweza kukuta changamoto hiyo kutokana na mazingira au na maradhi na unaweza kushindwa kubeba ujauzito. Aidha, daktari kashakwambia kwamba una matatizo katika mirija ya uzazi au una uvimbe kwenye kizazi au una maambukizi ya PID, UTI sugu au fungus, au unashindwa kupevusha mayai vizuri na kukosa ute wa mimba, na sababu nyingi sana. Lakini unapotumia njia hii inaweza kusaidia hata kama una changamoto kama hizo ambazo hizo nilizozitaja hapo awali. Kwa hiyo kuna njia mbili ambazo unaweza kutumia ili kuweza kupata mafanikio mazuri. Njia ya kwanza, unapojua kwamba una changamoto za kiafya ambazo zinaweza kukupelekea kushindwa kubeba ujauzito, basi ni vyema ukazitatua changamoto hizo kisha ukajaribu kubeba ujauzito. Lakini njia ya pili ndio njia ambayo nzuri na inasaidia watu wengi sana ni kwa kutumia virutubisho vya uzazi, hapa itanga fertility booster. Virutubisho hivi kazi yake kubwa ni kumsaidia mwanamke kuweza kubeba ujauzito kwa haraka na salama hata kama ana matatizo ya kiafya. Changamoto za kiafya ambazo zinazomzuia yeye kushindwa kubeba ujauzito. Kutokana, unapotumia virutubisho hivi vinakusaidia kushika ujauzito kwa haraka sana ndani ya siku sitini hadi tisini. Kwa hiyo hii ndio njia pekee na ya mwisho ambayo itakayokusaidia wewe ambayo unahangaika kwa muda mrefu kuweza kubeba ujauzito uzito bila mafanikio mazuri. Kama wewe umekuwa na changamoto hiyo na ungependa tukusaidie kwa kupa virutubisho na kwa kutumia njia hii ili kuweza kushika ujauzito, unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba unapoziona za hapo chini. Lakini pia virutubisho hivi vinapatikana kwetu, ambayo ni virutubisho vinaitwa Fertility Booster, na gharama yake inapatikana kwa shilingi laki mbili na nusu ambapo unapata virutubisho vya kutumia ndani ya mwezi mzima, lakini pia tutakuwa tunakufuatilia ili kuweza kujua kwamba mzunguko wako unaendaje, lakini pia tutakuwa tunakupa ushauri ni siku gani nzuri ambazo unazotakiwa kuzitumia ili kuweza kubeba ujauzito kwa haraka sana. Kama utapenda kupata virutubisho hivyo, wasiliana nasi kupitia namba hizo hapo chini, lakini pia ningependa nikuoneshe ushuhuda kwa wanawake wengi ambao walitumia njia hii na wameweza kupata mafanikio mazuri katika kubeba ujauzito. Kwa hiyo ningependa utazame video ambayo inazokuja ili uweze kuona ushuhuda wakielezea ni jinsi gani walivyofanikiwa kwa kutumia njia hii na kuweza kushika ujauzito. Na hata wewe pia ukitumia njia hii itakusaidia kwa asilimia kubwa sana mrs Jones amehangaika takriban miaka mitatu kubeba ujauzito bila mafanikio mazuri lakini baada ya kuja kwetu tulivomsaidia kumpa fertility booster na ametumia ameweza kushika ujauzito ndani ya siku 60 lakini pia uvimbe kwenye kizazi ambayo ilikuwa kikwazo kwake yeye kuweza kushika ujauzito uliweza kuisha bila kufanyiwa upasuaji lakini pia ukiachana okay, na Mrs. Jones, pia tuna mtu mwingine ambaye naye anasumbuliwa na fungus kwa muda mrefu kiasi limpelekea kushindwa kubeba ujauzito. Lakini baada ya kutumia fertility booster, kwanza iliweza kumsaidia kuondoa fungus ambayo ilikuwa kikwazo kwake kuweza kubeba ujauzito, lakini pia limpelekea kuweza kubeba ujauzito kwa salama na haraka zaidi. Lakini ukiachana na huyo, pia tuna dada yetu mwingine anayeitwa Fatuma, naye kwa muda mrefu kubeba ujauzito bila mafanikio mazuri. Lakini baada ya kutumia fertility booster imeweza kumpa matokeo mazuri, na kama mnavyoona. Kwa hiyo hizo ndizo ushuhuda kwa baadhi ya wanawake ambao wametumia njia hii, wameweza kupata matokeo mazuri. Hata wewe ukitumia njia hii itakusaidia kuweza kupata matokeo mazuri. Unachotakiwa kufanya sasa hivi ni kuwasiliana nasi kuagiza virutubisho vyako vya kutumia ndani ya mwezi mzima kwa gharama shilingi laki mbili na nusu na pia tutakupa maelekezo ya ziada na nini ufanye ili uweze kupata matokeo mazuri kuweza kubeba ujauzito kwa haraka sana. Kama utapenda kupata video zetu zaidi, usisahau kusubscribe katika channel zetu, lakini pia unaweza kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii zaidi kuweza kupata elimu zaidi kuhusiana na afya ya uzazi. Kwa ushauri zaidi wasiliana nasi kupitia namba hizo hapa.